Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa habari Kiganjani, ni matumaini yangu kwamba u mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Ni kushukuru wewe ambaye umeendelea kutenga muda wako karibia kila siku na kuendelea kutufuatilia. Vuta ni kuvute kati ya msajili wa vyama vya siasa nchini na Chadema inazidi kuibua mambo makubwa na mazito sana kila kukicha na leo makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche ameibuka na kutuma maswali kumi mazito sana kwenda kwa msajili wa vyama vya siasa nchini. Tutakwenda kutazama, je, maswali hayo ya John Heche kwenda kwa msajili wa vyama ni yapi na ameuliza nini ndani ya maswali hayo? Itakumbukwa kwamba siku za hivi karibuni msajili wa vyama vya siasa amewabagaza Chadema vikali ambapo kwanza, amewafungia ruzuku ya chama ambayo kwa mujibu wa sheria, vyama vya siasa hupewa ili kuendesha shughuli za chama hadi pale watakapotekeleza maelekezo ya ofisi ya msajili wa vyama, kutokana na Chadema kutokuwa na viongozi wanaoweza kusimamia mapato, matumizi na marejesho ya fedha hizo za umma. Hatua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini imefikiwa mara baada ya kueleza kuwa Chadema imekaidi mara kadhaa maamuzi ya ofisi ya msajili, ikiwemo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 lakini pia vile vile endapo Chadema itakaidi kutekeleza maamuzi na maelekezo ya msajili wa vyama vya siasa nchini inaweza kuchukuliwa hatua zifuatazo: moja, kuzitaka mamlaka husika zichukue hatua za kisheria za kijinai kwa mujibu wa kifungu cha nane b cha sheria ya vyama vya siasa kwa wahusika wanaojinasibu kuwa viongozi wa Chadema Mbili, kuwasimamisha wanaojifanya kuwa ni viongozi kufanya shughuli za kisiasa nchini kwa mujibu wa kifungu cha 21 i cha sheria ya vyama vya siasa. Taarifa ya msajili wa vyama vya siasa siku ya Mei 27 mwaka huu wa 2025 akieleza kuwa Chadema imekuwa wakaidi kutekeleza maelekezo ya ofisi yake. Sasa yafuatayo ni maswali kumi tu ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa msajili wa vyama vya siasa nchini mara baada ya msajili wa vyama kusimamisha ruzuku kwenda kwa Chadema. Hebu tuende tukatazame na kusikia maswali haya kumi mazito kwenda kwa msajili wa vyama kutoka kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. John Heche anasema maswali kumi kwa msajili wa vyama vya siasa juu ya kusitisha ruzuku ya Chadema na Edison Kilatu, mchambuzi wa masuala ya katiba na utawala. Utangulizi: Ofisi ya msajili wa vyama awamu zote imekuwa gumzo, hasa kutokana na maamuzi yake ambayo huwa na utata kutokana na mkinzano na sheria ya vyama vya siasa na katiba ya Tanzania. Pamoja na kwamba msajili anaweza kusitisha ruzuku kwa chama cha siasa ambayo kinapata kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992, kuna masharti ambayo lazima yazingatiwe ambayo ni kama ifuatavyo. Msingi wa hoja. Kabla sijaelezea kwa undani hoja yangu na kwa lengo la kujenga msingi, naomba kunukuu kifungu cha 186 cha sheria ya vyama vya siasa kama ifuatavyo. The Registrar may suspend grant of subvention to a political party for specified period where he has evidence that management of a political party which includes its trustees is not able to account for or supervise accountability of funds. Kwa tafsiri isiyo rasmi sana ni kwamba msajili anaweza kusitisha ruzuku kwa chama cha siasa kwa muda atakaoainisha akiwa na ushahidi kwamba uongozi wa chama ikiwa ni pamoja na wadhamini wa chama hauna uwezo wa kusimamia uwajibikaji katika masuala ya mahesabu ya fedha. Maswali muhimu. Sasa kama ningekuwa hakimu kwenye kesi kati ya msajili wa Chadema, kwanza ningejiuliza maswali yaani issues yafuatayo. Kwanza, mkaguzi wa hesabu za chama ambaye ndo mwenye mamlaka kukagua hesabu amekagua lini hesabu za chama ili kumpa ushahidi juu ya uongozi wa chama au wadhamini kushindwa kusimamia hesabu fedha au kuwajibika katika fedha? Pili, je, msajili anajua kuwa mali za chama ikiwa ni pamoja na fedha ni mali ya wadhamini ambao wanasajiliwa kama taasisi ya kisheria, yani legal person. Tatu, je, msajili alifanya mawasiliano na kuwapa nafasi wadhamini ambao kimsingi ndio wenye fedha kuji, eh, kujiekeza yani right to be heard juu ya kushindwa kwao kusimamia wajibikaji katika mahesabu, huku akiwapa msingi wa tuhuma yani basis of accusation juu yao. Nne, je, msajili alikiandikia chama kujielekeza juu ya tuhuma za kusitisha ruzuku na kuwapa na kuwaeleza kama wasiporekebisha hizo kasoro watasitishiwa ruzuku? Tano, je, kwa mujibu wa sheria msajili asipotambua uongozi mpya chama kinabaki hakina uongozi, yaani leadership vacuum, au kwamba uongozi uliokuwepo ungeendelea kwa kipindi cha kutosha, yani reasonable time hadi nafasi zizibwe? Sita, je, msajili anayejua kuwa baraza kuu la chama lina zaidi ya wajumbe mia nne aliwapa Chadema muda gani kuitisha baraza hilo kama wangeona kuna, eh, kama wangeona kuna hoja hiyo. Saba, je, msajili ana mamlaka ya kutengua uteuzi wa viongozi wa chama kwa mujibu wa sheria. Nane, je, kutenguliwa kwa viongozi hawa ni sababu ya kusitisha ruzuku kwa mujibu wa sheria. Tisa, je, alichofanya msajili hata ingekuwa halali siyo dabo jeopadi? Yaani kuadhibu mara mbili, kwanza kwa kufuta uongozi na pili kusitisha ruzuku. Kumi, kwa nini msajili ali eh, kwa nini msajili alibariki uongozi wa kafu ya Lipumba kuendelea kutumia ruzuku ya chama wakati katibu mkuu wa sekretariati yote haikuwepo tena katikati ya mgogoro Ila kwa Chadema ambao hawana mgogoro, amefanya maamuzi haya. Sasa naomba kwa kifupi kuelezea hoja kama ifuatavyo. Kwanza napenda kubainisha kuwa moja ya kigezo cha muhimu cha kusitisha ruzuku ni lazima msajili awe na ushahidi, yaani evidence, na sio maoni tu, opinion, kuwa uongozi wa chama pamoja na baraza la wazamini limeshindwa kuwajibika kwenye hesabu na au matumizi ya fedha za umma. Ni dhahiri kwamba hapa hoja siyo uwezekano wa kushindwa kuwajibika yaani likelihood, bali ushahidi wa kushindwa huko. Sawa, swali muhimu: msajili ametumia kigezo gani chenye ushahidi kuwa Chadema imeshindwa kusimamia wa uwajibikaji kwenye mahesabu na au taratibu za kifedha. Najua anaweza akileta hoja kwamba kwa sababu secretariat imetenguliwa. Sawa, tujifanye imetenguliwa, haipo kweli. Swali la muhimu, je, vipi wadhamini wameshindwa pia? Tena hapa naomba kusisitiza kuwa kwa mujibu wa sheria ya usajili wa, wa wadhamini yaani the Trustees Incorporation Act, mali zote za chama pamoja na fedha zipo chini ya wadhamini. Nikumbushe msajili kwamba sheria inapotumia maneno Yani management of political party which includes trustees, yani uongozi ukihusisha bodi ya wadhamini, ililenga kwamba ili ruzuku isitishwe ni lazima pande mbili za chama, kwa maana ya ngazi ya utendaji secretariat na wadhamini, wawe wamethibitika kwamba wameshindwa kusimamia uwajibikaji katika masuala ya fedha. Kwa maneno mengine, pasipokuwa na uthibitisho kwamba wadhamini pia wameshindwa, maamuzi ya msajili yanakosa uhalali. Ni muhimu msajili apate muda kujikumbusha kanuni za kutafsiri sheria, yani canons of interpretation, ambazo zingemsaidia kujua hayo maneno which includes kwamba hayo mashariti yanaenda pamoja, sio kwamba moja ni mbadala not disjunctive. Katika mazingira haya uhalali wa maamuzi unatoka wapi? Naomba msajili, soma andiko hili uelewe, badala ya kusoma ili ujibu, kwa sababu ukisoma kwa lengo la kujibu hutaelewa, na utashindwa kulinda weledi. Nina machapisho mengi naweza kuipa ofisi yako, hasa wasaidizi wako, na mbali na hayo, nipo tayari kushiriki kuwajengea uwezo wa wasaidizi wako juu ya kutafsiri sheria ili kulinda hadhi ya ofisi hii nyeti ambayo naamini inaweza kufanya vizuri pamoja na mapungufu ya sheria, hasa kukosa uhuru yani autonomy, badala ya kutumikia weledi yani professionalism na katiba lakini pia msajili anatakiwa kujua kuwa kuna kanuni inaitwa management vacant, ambayo hairuhusu kiti cha utendaji kikae wazi hata siku moja, kwa sababu kwa kufanya hivyo unapelekea taasisi kushindwa kujiendesha, yani organization paralyzes, jambo ambalo pia ni kinyume na malengo ya kuanzisha ofisi ya msajili chini ya kifungu cha nne cha sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 1992 ambayo inakusudia ustawi wa vyama vingi ambavyo ndo vinatambulisha nchi yetu kwenye ibara ya tatu ya katiba ya Tanzania. Kwa hiyo wakati msajili anatengua watendaji, hata kama anajua hana mamlaka, alitakiwa atoe maelekezo secretariat iliyokuwepo iendelee kwa kipindi cha kutosha kuitisha mkutano mkuu wa chama ambao unaweza kutengua maamuzi ya baraza kuu pakiwa na sababu jambo ambalo lingehitaji muda mrefu na gharama. Bahati mbaya msajili ameamini kufuta uongozi na kuacha vakan ambayo itapelekea chama kiparalyze kwa lugha ya kawaida. Hebu jiulize, katika mazingira ambayo secretariat imefutwa bila kuweka utaratibu wowote management vacam, ni nani anaitisha kikao kwa mujibu wa katiba? Pili, kwa vile sasa na ruzuku imesitishwa chama kinapata wapi fedha za kuitisha baraza kuu au mkutano mkuu? Kiufupi ni kwamba msajili amefanya maamuzi ambayo hayatekelezeki, yaani unamkata miguu mwanariadha na utake akimbie. Hili ni swala akili ya kawaida tu, common sense. Je, nini lengo la msajili, amri itekelezeki au chama kiparalaizi? Aidha, katika kufikia maamuzi hayo ambayo yanaathiri haki ya kisheria na kikatiba, msajili alitakiwa kuandikia kusudio la kusitisha ruzuku chini ya kifungu cha 186 cha sheria ya vyama vya siasa akibainisha sababu na ushahidi ili kuwapa nafasi ya kujitetea, ni show cause, ambalo ni eh, hutaki eh, ambalo ni hutaki la kikatiba chini ya ibara 136a ya katiba ya Tanzania ya mwaka 1977 na ni takwa la misingi ya asili ya utoaji haki, yani natural justice. Najua hili ni jambo ambalo msajili ambaye ni jaji wa mahakama kuu anajua, labda tu kwa vile ni muda mrefu hayupo kwenye mahakama anaweza kuwa ameanza kusahau. Nitumia fursa hii kumkumbusha kum, yeye binafsi na hasa wasaidizi wake waendelee kujisomea ili kujikumbusha hizi dhana muhimu za utoaji haki. Kuna hili la kutoa adhabu mara mbili pia. Chama kimeadhibiwa kwa kufuta uongozi bila kuonyesha mamlaka hayo yapo kifungu gani, lakini pia msajili anasitisha ruzuku kwa hoja hiyo hiyo. Aidha, tunapenda kujiuliza kwa nini msajili hakuna shida eh, kuipa CUF ya Lipumba ruzuku eh, katikati ya mgogoro na ili hali ya kijua hayati Maalim Saif na sekretariat yao yote ulikuwa haipo ofisini, na hakuna kama uongozi ungeshindwa kusimamia wajibikaji katika masuala ya fedha. Hili linaleta tafsiri gani kwa anayefuatilia maamuzi ya ofisi ya msajili? Je, msajili haoni hatari ya kubadilika badilika, yani inconsistencies? Hitimisho: kwa mfumo na namna ofisi ya msajili inavyoendeshwa, ustawi wa siasa ya vyama vingi utabaki ndoto. Sheria na mazingira vinafanya mkunga awe e, mnyongaji badala ya mzalishaji. Mungu ibariki Tanzania.